Upendo wa Bwana apewe sifa. Unaendeleaje? Ni imani yangu kwamba Bwana amekutunza toka asubuhi hata sasa. Karibu tena katika ibada hii ya jioni, karibu tutafute na kulitafakari neno la Bwana pamoja, kabla ya kupumzika na kupata mapumziko ya usiku. Mungu anatuita tena katika ibada hii ya jioni, tuseme naye, na ni imani yangu kwamba Bwana amekutunza na umekuwa na siku ya baraka sana. Basi nikukaribishe katika siku hii ya Jumanne na mwendelezo wetu wa semina ya baraka sana, yenye kichwa kinachosema Yesu wa huruma, Yesu wa huruma, Yesu wa huruma, Yesu wa huruma. Na ni imani yangu kwamba Bwana anaendelea kutuhurumia na kutuhudumia sambamba. Bwana anaendelea kutuhurumia na kutuhudumia sambamba. Kwa hiyo karibu katika semina hii, na pate nafasi nawe kuwakaribisha watu wawili watatu, ambao unashirikishana nao, pengine wako katika familia yako hapo ama kwenye magrupu ya WhatsApp, unaweza ukashare link yetu hii pamoja na wao. Neema ya Bwana itakuwa pamoja nao, na utakuwa umefanya uinjilishaji pamoja nami, pamoja na watendakazi wenzetu ambao tuko nao mahali hapa. Karibu sana, mtoto wa Mungu na mtumishi wa Mungu, tulitafakari neno la Bwana pamoja. Wapendwa watumishi wa Mungu. Tu, tuombe kabla atujaendelea mbele na ujumbe wa neno la Mungu. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, asante kwa sababu Bwana Mungu umetupa tena kibali usiku wa leo kukaa matoto wako madhabahuni pako. Asante kwa sababu Mungu umekupendeza, umetulinda katika makesha yote na mchana wote Bwana, katikati ya ratiba ambazo kila mmoja mmoja amekuwa nazo. Mungu mwaminifu, neema yako imekuwa pamoja nasi. Umetupigania mfalme wa amani, umetupigania Bwana. Tumeona a barabarani tumeona Bwana neema yako, mkono wako umekuwa pamoja nasi hata tumerudi tena majumbani kwetu salama. Na hatimaye Bwana natakupendeza, tunaenda kinyume na kila changamoto ya kimtandao ambayo inaweza ikanuka. Kwa namna nauisha kwa upya, iwe pamoja nasi, tulinde na kutuhudumia. kumi na tano aya ya thelathini na mbili Biblia inasema Yesu anasema nami, sipendi kuwaaga makutano hali wakiwa wamefunga. Mimi sipendi, anasema akawahurumia makutano al akawaona wa, wa, akaona watu, wa, watu kama kondoo wasio na mchungaji, anasema akawahurumia, hisia zake za ndani na kuonyesha jinsi ambavyo anawahurumia watoto ambao wanapita katika taabu na maangaiko na changamoto za namna iliyo yoyote, bila kujali mazingira yao, bila kujali ni Wakristo ama ni Wayahudi ama ni wa mataifa ama ni watu wowote waniwapagani kwa namna yoyote ile. Yesu hapendi kuona watoto wake wanatembea katika taabu hiyo, apendi kuona watumishi wake wanapendelea katika taabu hiyo. Na ndio maana tunaita Yesu wa huruma. Yesu wa huruma. Na sipendi kurudi nyuma sana, kwa sababu tumesha tafakari habari hiyo kwa kina. hudumia watoto wake wale ambao walitoka machozi na kina. wameumizwa sana katika biashara biashara zimekuwa na hasara na machozi mengi ya kila namna. Mpendwa, acha nikwambie, hata usiku wa leo, furaha ya Bwana ni kuto kukuona wewe katika hasara hizo. Furaha ya Bwana ni kukuona wewe ukiinuka, ukipiga hatua, biashara yako ikikua, ukiongeza na matawi, familia yako ikistawi, watoto wakawako, wakastawi waka wakasoma vizuri, wakamaliza vizuri, ndoa yako ikawa na amani, afya yako ikawa njema. Hiyo ndio furaha ya Bwana, yeye afurahii kuona mtoto wake ama mtumishi wake anaaibika, anasononeka, so, ana anapata tabu namna iliyo yoyote. Furaha ya Bwana ni kuona watoto wake tunapiga hatua moja kwenda leo. Tuna kichwa kidogo kinachosema kutoka Lodebari, na somo ambalo utalisoma ni kutoka katika kitabu kile cha Samuel wa pili, kitabu cha pili cha Samuel sura ya tisa kuanzia aya ya pili, cha Samuel sura ya tisa kuanzia aya ya kwanza nami nitawatangulia kusoma kwa msaada wa Bwana, nisikie kanisa likisema Amen. Kisha Daudi akasema, je, amesalia mtu mmoja katika nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema kwa ajili ya Yonathani? Kisha Daudi akasema, je, amesalia mtu mmoja katika nyumba ya Palikuwa na mtumishi mmoja wa nyumba ya Sauli jina lake Siba. Basi wakamwita aende kwa Daudi, na mfalme akamuuliza, wewe ndiwe Siba? Naye akasema, mimi mtumwa wako ndiye. Mfalme akasema, je, hakuna hata sasa mtu yeyote katika nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema ya Mungu? Siba akamwambia mfalme, Yonathan anaye mwana. Siba akamwambia mfalme Tazama yuko katika nyumba ya Makiri mwana wa watu. Wakamwondoa katika nyumba ya Makiri mwana wa Amieli katika Rodebali. Basi Mefiboshet mwana wa Yonathan mwana wa Sauli akaenda aka... mimi mtumwa wako ni nini hata ukamwangalia mbwa mfu kama mimi? Ndipo mfalme akamwita Siba mtumwa wa Sauli akamwambia, Mali yote yaliyokuwa, mali yote yaliyokuwa ya Sauli na ya nyumba yake nimempa mwana nimempa mwana wa Bwana wako. Nawe utamlimia nchi hiyo wewe na wanao na watumwa, matunda yake apate chakula ale. Lakini Mefibosheti mwana wa Bwana wako atakula chakula meza nipangu pangu siku zote. Basi huyo Siba alikuwa na wana kumi na watano na watumwa ishirini. Ndipo Siba akamwambia mfalme, mimi mtumwa wako nitatenda hayo yote kama bwana wangu mfalme wangu aniamuru. Alikuwa mwana mdogo jina lake huyo Mefibosheti alikuwa na mwana mdogo jina lake akiitwa Mika. Na watu wote waliokaa nyumbani mwa Siba walikuwa watumwa wa Mefibosheti. Basi Mefibosheti akakaa Yerusalemu, maana alikuwa akila chakula siku zote mezani pa mfalme, naye alikuwa na kilema cha miguu yote miwili. Wapendwa, habari hii tumeisoma, nafikiri si habari ngeni sana katika masikio yako, limkiingia kifua Daudi akamwepusha na hatari za mauti mara kadha wa kadha. Labda pengine hapa niseme na wazazi, wazazi, tuna nafasi kubwa ya kutengeneza kesho bora ya watoto wetu kwa watoto wetu Pengine sasa hivi wengine tunatembea katika neema, lakini neema ambazo wazazi wetu walipambana, wakaishi vizuri na jamii hata na sisi, na mahusiano mazuri ambayo wazazi kuishi vizuri na jamii, hili pengine kesho ya kwa hiyo wapendwa, Jonathan alishikamana na Daudi katika namna isiyo kwa ya kawaida. Walisaidiana katika changamoto zote nasai, na, na bila kujali kwamba atalipwa nini, lakini alikuwa anapanda wema ambao matunda yake alikuja kuyavuna mtoto wake mara kadha. Biblia imetufundisha kwamba wana wa Israeli walikuwa na mithali yao inasema. Kuna haja gani ya kutumia mithali hii? kwamba baba zetu walikula zabibu mbichi na ganzi tunalipata watoto wao, wazazi wa kila zabibu mbichi. Inawezekana kabisa matokeo ya zabibu hizo mbichi zisiwe kwao. Wazazi wakitenda mambo mabaya, inawezekana kwa namna yoyote matokeo ya mabaya hayo yasiwe moja kwa moja kwao, bali yanaweza yakawa na wazazi mahali hapa. Ni waite kwa neema na huruma za Bwana kwamba ni waiti, wapendwa, tutende matendo ya huruma, tufanye matendo ya huruma yanayompendeza Bwana. Na kwa kufanya hivyo tunaweka hazina kwanza kwa maisha yetu ya baadaye, lakini pia kwa watoto wetu na vizazi vyetu vinavyokuja hapo nyuma. Kwa hiyo Jonathan aliishi maisha mazuri pamoja na Daudi, maisha ya kupendana, maisha ya kusaidiana, na ndipo hata baadaye baada ya Sauli kufariki, baada ya Yonathan kufariki kwenye vita ile na Wafilisti, baada ya hao mfalme pamoja na kijana wake Yonathan wote kufariki, na baadaye sana mpaka Daudi anakuja kuwa mfalme, ndipo Daudi akageuka nyuma akakumbuka rafiki yake Yonathan, akakumbuka Yonathan kwamba jinsi ambavyo walikuwa wameshibana kwenye nyumba ile ya kifalme. Akamuuliza mtumwa wake akasema, je, hayupo mtu yoyote katika nyumba ya Sauli ili nipate kumtendea mema kwa ajili ya Jonathan rafiki yangu. Wapendwa, Daudi kwa huruma za Bwana anakumbuka fadhila ambazo alitendewa wema na yule Jonathan, anasema je, wakati vita ya Wafilisti na Israel inapigana ndipo ambapo na vita zilikuwa nyingi, siri za vita zilikuwa nyingi, lakini at the very last time maisha ya Sauli na maisha ya Jonathan katika vita yao ya mwisho, Jonathan walipigwa na taifa la Wafilisti na ndipo Sauli alipo mmoja ambaye alikuwa na wale wakati anajaribu kukimbia kumguu yake ikapata ulemavu. kuandia siku ile, ndipo Yonathani yule, ndipo yule mtoto anakuja kanyagwa na miguu yake ina, inadhoofika ina, kwa hiyo baada ya miaka mingi baada ya kukimbia uhamishoni kutoka katika taifa kutoka kwenye nyumba yake, it was a very bright future. M M mtoto ambaye amezaliwa kwenye familia ya kifalme tena, ni mtoto wa kwanza wa kijila, ingekuwa prince, pengine na yeye baadaye angekuja kuwa mfalme, kwa sababu yupo kwenye ile cheni ya ufalme kwenye ile familia ya kifalme. Kwa hiyo Mefiboshethi anatoka katika nyumba ya kifalme kuwa vinanawili lakini Lodebari ni no pasture, vitu ambavyo havistawi, vitu ambavyo a, a place with no pasture, a place it with no, with no future, sehemu ambayo people do not live, mali ambapo watu watu wanasaulika, ni sehemu ambayo people who are forgotten wanakaa huko. Lodebari ni sehemu ambayo watu wanachukuliwa wale watu anatolewa katika nyumba ya kifalme anapelekwa katika nyumba ambayo ni wanakaa watu ambao kimsingi, watu ambao wamesaulika, watu ambao hawana kesho, watu ambao hawana future. Alitoka kwenye nyumba, hebu fikiria huyu mjukuu wa mfalme mpendwa, fikiria huyu ni mjukuu wa mtu mkubwa kwenye taifa la Israel, lakini anatoka katika mahali hapo na kwenda kuishi katika nyumba ambayo ni nyumba ambayo ya watu ambao wamesaulika huko, watu ambao wamekimbia, watumwa ndio wanaishi huko Lodebari, tena kwenye nyumba ya Makiri. Nasema kwenye nyumba ya Makiri, sehemu ambayo ni kikundi cha watu ambao wale wamesaulika, wale ambao hawana pa kwenda, wale kama wakimbizi wanajikusanya hapo. Kwa hiyo kimsiza neema. Alipoteza ile chain of blessing ambayo Bwana alikuwa ameiweka kuanzia kwa babu yake Sauli kuja kwa baba yake Jonathan, lakini yeye anajikuta halelewi tena katika nyumba ya kifalme badala yake anaenda kulelewa Lodebari, sehemu ambayo wanakaa watumwa na anasaulika huko kwa miaka mingi. Lakini wapendwa wana wa Mungu, acha niwaambie, Bwana akamwinua Daudi kwa siku zake, Bwana akamuinua Daudi kwa zama zake na Daudi kwa neema ya Bwana, Bwana akamkumbusha, akamwambia kuna jambo unapaswa kulifanya. Wapendwa, huruma za Bwana zikiingia ndani ya mtu huyo, huyo Mungu mwenyewe atatukumbuka kutoka mahali ambapo tulikaa, pengine uhamishoni kwa muda mrefu, pengine tulikaa utumwani kwa muda mrefu kama Mefibosheti. Wapendwa, Bwana kwa huruma zake akamwinua Daudi awe mfalme, pengine kwa ajili ya kulitimiza kusudi la Bwana. Lakini wapendwa, hacha niwaambie katikati ya makusudi hayo ya Bwana ni pamoja na kumkumbuka yule Mefibosheti aliyekuwa kwenye nyumba ya utumwa kule Lodebari. Wapendwa, hacha neema ya Bwana iingilie kati maisha yetu hivi leo, hacha huruma za Bwana ziingilie kati maisha yetu hivi leo, hacha neema ya Bwana iingilie kati maisha yetu hivi leo, hacha Bwana atuinulie watu ambao katika hao watatukumbuka katika hao watatukumbuka. Hacha wadainue watu ambao watatushika mkono katikati ya mazingira magumu ya kupoteza tumaini. Nasema Mefibosheti alikuwa amepoteza tumaini, kwa sababu alikuwa amelelewa katika nyumba ya kifalme, na kufumba na kufumbua amejikuta katika nyumba ya mtumwa, na akadhani kabisa kwamba ficha yake imepotea, akadhani kabisa iweto wezekana kurudi tena ikulu. Lakini Bwana alimuinua Daudi kwa ajili ya Mefibosheti, akamkumbuka huko huko katika nyumba ya Lorebari, katika nyumba ya utumwa, aka muinua kutoka huko akamrudisha tena katika hekalu, akamrudisha tena katika ikulu, akamrudisha tena katika meza ya kifalme. Acha Bwana awainue watu kwa ajili yako mpendwa. Bwana akuinulie watu ambao watakukimbilia ambao watakuombea ambao watakutia moyo ambao watakusaidia katikati ya mambo magumu ambayo umejihisi uko peke yako. Hauko uko peke yako, Bwana akuinulie kina Daudi ambao watasema hakika, hakuna mtu katika nyumba ya Kangura, hakuna mtu katika nyumba ya Goyandi, hakuna mtu katika nyumba ya Fundo, hakuna mtu katika nyumba ya Malaki hakuna, nyumba. hakuna mtu katika nyumba fulani, hakuna mtu katika nyumba ya Mwaela, hakuna nyumba ka... hakuna mtu katika nyumba fulani. Wapendwa, Bwana wainulie watu ambao katika hao watasimama pamoja nanyi, watawaombea, watawainua, watawasaidia, watawatia moyo katika namna yote, watu ambao watawainua, watasimama pamoja pamoja na pamoja na nyinyi nyinyi katika ya mazingira magumu, watasimama pamoja na nyinyi, watu ambao watawakatia tamaa kirahisi. Nasema Bwana wainue kina Daudi wako Bwana Mwinue Daudi wako Bwana, wainulie watu ambao katika hao watatamka mambo mema. Kuna mahali mpendwa wezi kufika, lakini Bwana wainue mabosi ambao watakusemea vizuri katika vikao vya makurugenzi, katika vikao ambavyo wezi kufika. Nasema Bwana wainulie watu ambao watapitisha sifa zako, ambao watapitisha sifa zako katikati ya mabosi wako, ambao watapitisha sifa zako mpendwa, katikati ya mazingira ambayo wewe uwezi kufika. Bwana wainulie watu hao ambao watasema yuko mtu yuko Sahau. Yuko mtu ana kipaji, yuko mtu ana huduma, yuko mtu ana elimu, yuko mtu ana karama, yuko mtu ana uwezo, japokuwa yuko mbali, japokuwa kweli ni mlemavu, japokuwa physical yake haiko fit. Physical haiko fit lakini namjua yule mtoto wa Bwana, yule ni nyumba ya masii, yule ni mtumishi wa Bwana. Nasema Bwana kuinue, Bwana inue watu ambao katika hao watakusemea kwenye mazingira magumu, watakusemea pale sauti yako haiwezi kufika, wao wanafika na watasema yuko Beli mahali fulani, yuko Donadi mahali fulani, yuko Desmond mahali fulani mahali fulani. Nasema yuko Divine, yuko Delkasi mahali fulani, yule ni mtoto wa Mungu, ni mtumishi wa Bwana. Yuko Neema mahali fulani, anayelimwa na Bwana, watoto wa Mungu ambao wanaweza kusema mbele ya wa wachungaji wao mbele ya wa maaskofu wao mbele ya mabosi zao mbele ya wa wakurugenzi na kila mahali, watasema yuko mtu fulani mahali fulani, katikati ya nyumba hii, yeye amebarikiwa, ana uwezo wa kufanya jambo fulani. Wapenda neema yangu Bwana, huruma za Bwana ziingilie kati kwenye huo mchakato ambao umekutoa machozi, umebeba peke yako. Nasema huruma ya Bwana iingilie kati, hata ainuwa mtu mmoja ambaye anasimama na wewe kinaga ubaga. Sema amen, wapendwa. Pamoja na shauku kubwa ya Bwana juu ya mtumishi wake Daudi, pamoja na maono mengi ambayo Bwana alikuwa ameachilia kwa ajili ya Daudi mtumishi wake lakini moja ya assignment ambayo Daudi aliifanya mapema kabisa ni kukumbuka wale walioko mbali. Moja ya assignment ambayo Daudi anaifanya mapema kabisa ni kukumbuka ile nyumba ya Sauli, ile nyumba ya Yonathan. Anasema, je, hayumo hata mmoja katika ajili ya mtumishi wake? Je, hayupo hata mmoja katika nyumba ya mtu fulani ambaye mimi natambua utumishi wake, ambaye nilikuwa na mahusiano mema na yeye. Wapendwa, Bwana kukumbuke katika taabu yako, Bwana kukumbuke katika taabu yako, mpendwa, Bwana kukumbuke katika taabu yako, Bwana kukumbuke katika taabu yako. Bwana akumbuke machozi yako, akumbuke na sadaka zako, akumbuke na wema wa baba zako na mama zako, katika jina la Yesu. Sema amen, sema amen. Kwa hiyo Daudi akauliza, watu wakamwambia, bwana, yuko moja naetwa Mefibosheti, yupo huko Lodebari katika nyumba ya Mieli, nyumba ya Makiri. Siba anamwambia Siba, nenda kamlete hapa haraka, nenda kamlete, kamlete hapa haraka. Na Mefibosheti anakuja akaanguka, akisujudu mbele ya Daudi mfalme Akamwambia, bwana wangu mimi hapa akamuuliza, wewe ndio Mefibosheti mwana wa Yonathan mjukuu wa Sauli? Akamwambia, mimi mtumishi wako ndiye. Akamwambia, usiogope Mefibosheti kwa sababu hakika nitakutendea mema kwa ajili ya wema aliyonitendea baba yako Yonathan. Wapendwa, mara nyingine tunastawi katika mazingira haya ya mjini, ni kwa sababu ya sala ya wazazi wetu huko nyumbani. Mara nyingine tunapiga hatua na kudhani kabisa ni kwa ujanja wetu, lakini ni kwa ajili ya sala za wazazi wetu huko vijijini. Ni kwa ajili ya maombi yao, ni kwa ajili ya maisha yao, ni kwa ajili ya sadaka zao zilizokuwa na tija mbele za Bwana, ni kwa ajili ya utumishi wao uliotukuka mbele za Bwana. Hata sisi watoto wake tuko hivi leo, hata wewe huko hivyo leo kwa sababu pengine mara nyingine ni kwa ajili ya matendo mema ambayo wazazi wako waliyafanya walifanya kama mbegu na wewe unapita katika katika neema hiyo. Mefibosheti akalia akasema, mimi ni nini? Napenda mstari wa nane, jinsi ambavyo Mefibosheti anasema katika kitabu hicho cha Samueli wa pili sura ya tisa mstari wa nane, anamwambia Daudi, anamwambia akasujudu, akasema mimi mtumwa wako ni nini hajasema hata ni nani, anasema mimi mtumwa wako ni nini hata ukaniangalia mbwa mfu kama mimi. Haya maneno wapendwa, ni maneno ya kuumiza moyo, ni maneno ambayo anasema mtu ambaye amekata tamaa kabisa. Wee fikiria, toka na miaka mitatu anatoka katika nyumba ya kifalme toka na miaka mitatu anaenda kukaa uhamishoni, anaenda kukaa kwenye nyumba za watumwa, anaenda kukaa katika mahali ambapo watu hawakai, mahali ambapo hamna mazao, mahali ambapo watu waliosaulika wanakaa huko, watu waliopoteza direction wanakaa huko, naye anajichanganya na yale mazingira, mpaka yale mazingira anajichanganya na yeye. Hakuona kama kuna kesho anaweza akarudi katika nyumba ya kifalme. Biblia inasema mpaka na yeye akapata mtoto anaitwa Mika. Wapendwa, kimsingi, najaribu kuelezea ni miaka mingapi imepita toka huyu mtoto mdogo anatoka katika nyumba hii ya kifalme anaenda kukaa huko na akadhani kama ni mwisho. Lakini wapendwa, huruma za Bwana jamani, wapendwa, huruma za Bwana huruma za Bwana yeye, Bwana akawi hafanyi kwa majira yetu, anafanya kwa majira yake. Wapendwa kwa majira ya Bwana Bwana mwenye akukumbuke katika neema yake, Bwana akukumbuke kwenye tabu yake kwa wakati wake. Bwana kumbuke aone hizo jitihada ambazo uko nazo, aone hizo haswa ambazo uko nazo aone hizo juhudi ambazo uko nazo, aone huo utumishi ambao uko nao. Bwana akumbuke na sala zako, akumbuke na sadaka zako, akumbuke na neema ambayo mtoto wake anatembea kwayo. Bwana akukumbuke katika mazingira magumu, akumbuke katika mazingira ya kukata tamaa, katika mazingira ya kuzoofishwa sana. Bwana akukumbuke yeye Mungu aliyemkumbuka Mefibosheti baada ya miaka mingi, baada ya miaka zaidi ya ishirini amekaa katika mahali baba, watu wamekaa, waliosahulika, watu waliosahulika, watu walio walipoteza direction, watu ambao hawana future walikaa huko. Lakini bado neema ya Bwana ilimfuata huko huko, bado huruma ya Bwana ilimfuata huko huko. Wapendwa, mara nyingine tunaweza tukadhani tuko shimoni, na kama Bwana hatuoni. Wapendwa, huruma ya Bwana inakutafuta hivi leo, huruma ya Bwana inakutafuta hivi leo, huruma ya Bwana inakutafuta dada yangu, huruma ya Bwana inakutafuta kaka yangu, huruma ya Bwana inakutafuta kukutoa lode bali kukutoa mahali ambapo hakuna usawi kwenye biashara isiyopiga hatua kwenye huduma siopiga hatua kwenye vitu visivyopiga hatua. Bwana kutoe rodebari, Bwana kupeleke Yerusalemu, mahali penye ustawi, mahali penye amani, mahali penye matumaini, mahali penye kesho iliyo bora. Nasema Bwana kupeleke katika Yerusalemu yake, katika madhabahu yake. Bwana kutoe katika vifungo vya utumwa, Bwana kutoe katika vifungo vya magonjwa ambayo tumeugua kwa muda mrefu, katumeugua katika muda mrefu, mpaka tukadhani kwamba haya ndio atakayotuua. Tumeugua kwa zaidi ya miaka kumi na tano tumeugua kwa zaidi ya miaka ishirini tukadhani kabisa kwamba ugonjwa huu uh, ndio tukaoniua uliua wazazi wangu uliua wajomba uliua wangu uliua mashangazi wangu lakini wapendwa bwana akutoe kwenye hivyo vifungo vya vifo bwana akutoe katika hiyo ledebali ka namna iliyo yoyote bwana akutoe kwenye hiyo ledebali mpendwa bwana akutoe katika hayo maangamizo mpendwa bwana akutoe katika hiyo tabu mpendwa katika hiyo hasara katika jina la yesu na kwa damu yake mfalme na kwa damu yake mfalme huruma ya bwana mpendwa ya Bwana inakutafuta katika mazingira hayo magumu, ya kunyaofisha mioyo, ya kudhoofisha mioyo, ambayo hayana kesho yako. Nasema huruma ya Bwana inakutafuta hata hivi leo, inakutafuta hivi leo. Ni Bwana anatafuta, anasema: je, hakuna mtu hata mmoja ambaye inaweza kumtendea mema, akuangalia, akukumbuke? Upo mtoto wake, akukumbuke, uko mtoto wake, akukumbuke kwenye masomo yako, akukumbuke kwenye kupandishwa cheo, akukumbuke kwenye kuinuliwa na biashara, akukumbuke kwenye fadhili za milele. Nasema huruma ya Bwana ikukumbuke katika jina la Yesu. Neema ya Bwana ikukumbuke katika jina la Yesu. Yeye aliyemtoa huyu Mefibosheti akamweka katika meza ya kuu Daudi anamwambia Mefibosheti, usiogope kwa sababu kuanzia leo utakula mezani pangu daima. Fikiria mtu ambaye alikuwa amelelewa kwenye nyumba ya kifalme na anatolewa katika nyumba ya kifalme anaenda kuishi katika nyumba ya utumwa. Kwa zaidi ya miaka ishirini anakaa huko, na baadaye anachukuliwa kwa huruma za Bwana, anachukuliwa kwa huruma tu, sio kwamba kuna jambo amelifanya, sio kwamba amesoma, sio kwamba naye anautaka ufalme, sio kwamba naye anataka dini, lakini kwa huruma tu. Daudi anaenda kumchukua kutoka Rodebali, mahali ambapo hakuna kesho, anamleta anamwambia, kuanzia leo kuanzia leo, kuanzia leo utaishi utakula mezani pa mfalme daima. Anamwambia utakula mezani pa mfalme daima. Wapendwa, ni maombi yangu Bwana kukatishe na wakuu katika jina la Yesu. Bwana kukatishe na wakuu katika jina la Yesu. Ni maombi yangu, tumetembea katika taabu na machozi ya muda mrefu, lakini huruma ya Bwana ikukatishe na wakuu katika jina la Bwana. Mefibosheti aliulia alisujudu, machozi yanamtoka kwa sababu ya yale mambo ambayo anasikia, haamini masikio yake. Anasema ni mimi niliyopoteza matumaini, nikaingia kwenye dimbwi la ukahaba, dimbwi la ulevi, dimbwi la masimango, dimbwi la umaskini wa kila namna na uchafu wa kila namna, kwa sababu kesho yangu sikuiona siku kesho yangu. Wapendwa katika Bwana, katikati ya mazingira hayo muujiza unatokea, huruma ya Bwana inatokea, inamhudumia mtoto huyu wa Mungu. Wapendwa, huruma ya Bwana inakutafuta hata leo, inakutafuta hata leo. Huruma ya Bwana inakutafuta hata leo. Ni maombi yangu Bwana akuhudumie, akumbuke sala zako, akumbuke mahitaji yako, akumbuke njia yako toto, mtumishi wa Mungu. Tuishie hapa kwa leo, tutaendelea kesho asubuhi na kesho jioni kwa huruma za Bwana. Bwana naamini ataendelea kutupa mafunuo mengi zaidi kwa baraka ya neema yake. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, asante kwa ajili ya watoto wako na watumishi wako ambao Bwana umewapa kibali jioni ya leo, hata kusema nasi na kusema neno lako. Bwana umetuhudumia, nasi mioyo yetu imepokea. Baba, tunalibariki na kulitukuza jina lako kwa sababu ya matendo yako makuu, ya, ya ajabu ya kutisha mno. Wewe Bwana unaweza kututoa katika mazingira, katika shimo la dhambi, katika shimo la mauti, katika shimo la mifungo na vifungo vya dhambi, vya laana, vya kila namna. Wewe Bwana unaweza kututoa katika laana hizo za familia, laana za ukoo, laana za makabila. Kwa damu yako ya thamani unaweza kututoa katika dimbwi la umaskini uliopitiliza katika jina la Yesu, wewe Bwana unaweza kututoa katika vifungo vya magonjwa, katika jina la Yesu. Mara nyingine tumeugua kwa muda mrefu na hata tukakata tamaa tukadhani kabisa kwamba tumeishia hapo, lakini wewe Mungu, mwingi wa rehema na fadhili zako ni za milele, huruma yako Bwana inatafuta hata hivi leo. Wewe uliyemtendea Mefibosheti kwa matendo ya kusajabisha, hata anasema mimi ni nini, ukamtendea mbwa mfu kama mimi matendo hayo makuu Bwana Yesu, na sisi tunanyenyekea chini ya mkono wako. Tunaomba Bwana huruma zako kwenye shabaha ya maisha yetu, tunaomba huruma zako kwenye maono ambayo tuko nayo. Bwana Yesu, unajua maono ya watoto wako hawa, maono ya kila mmoja mmoja. Bwana unayajua, Bwana unayajua, Bwana unayajua, wewe Mungu unayajua, Baba yetu wa mbinguni unayajua. Tunalinua jina lako, tunalibariki, tunalitukuza, Mungu wetu. Naomba Bwana maono hayo yakapate kibali mbele zako, katika jina la Yesu, tembee chini ya uvuli wako, kwa huruma yako Bwana, ututoe mahali ambapo pamesaulika wewe Mungu tuinulie watu ambao katika hawa watatukumbusha watataja majina yetu katikati ya mazingira ambayo sisi hatuwezi kufika, watataja majina yetu katikati ya mazingira ambayo sisi hatuwezi kusema, watataja majina yetu katika jina la Yesu na kwa damu yako Mwokozi, utatuletea ya wateja kwenye biashara zetu. Mfalme utatuletea wateja kwenye maono ambayo tuko nayo Mfalme, kwenye mre..., eh Bwana Mungu aminifu. Asante Bwana, kwa sababu Bwana utapukatisha mezani pako, nasi tutakaa kula na kunywa pamoja nawe. Kwa utukufu wa jina lako tunalibariki na kulitukuza jina lako, Mungu. Tunaomba utulinde katikati ya makesha haya usiku, Roho wako Mtakatifu akatangulie tulale na kuamka salama, kwa utukufu wa jina lako Yesu tumeomba na kuamini, amen. Mungu akubariki sana mpendwa. Asante kwa ajili ya kushiriki ibada hii jioni. Ni imani yangu kwamba umebarikiwa. Basi endelea kushirikishana baraka hizi pamoja na wapendwa mbalimbali. Unaweza kwa endelea kuwatumia link hizi. Jua kesho ni siku ya mapumziko. Endelea kuwatumia link hizi wapate ujumbe na neno la Mungu. Tushirikishane pamoja. Tutakuwa tumefanya uinjilishaji pamoja nami. Mungu akubariki sana na kutakia usiku mwema na siku ya baraka sana. Amen.